Niwape pole sana kwa majanga aliyotupata. Kila mmoja mwanasiasa mwenzetu kapata majanga yake kwa nafasi tofauti. Sisi chama chama wilaya ndio tumepata majanga makubwa zaidi kwa kuunguliwa na jengo la chama cha mapinduzi. Lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na imani kwamba jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jengo litarudi kama ilivyokuwa mwanzo. Kingine cha msingi zaidi kwamba katika ile jengo tulipata taarifa rafiki, mmesikia kwamba kuna baadhi ya hela ziliunguliwa mle ndani za mawakala lakini nataka kuambia leo kwamba tumetafuta vyanzo vingine vya hela, tumepata hela mawakala, kesho wanaanza kulipa wa mawakala. Mimi <coughs> leo si nitakuwa na maneno mengi sana ya kusema sasa, sana ni kuatikia uchaguzi mwema, lakini kabla sijafanya hivyo, nataka niwape pole sana kwa majanga yaliyotupata. Wewe pole kwenu kwa majanga ambayo, na wale ambao walipata madhira makubwa katika jambo lililotokea tarehe ishirini na tisa na siku zilizofuatia baada ya uchaguzi ule, nitoe pole kwenu, nitoe kwa familia, lakini pia nitoe pole hizi kwa wanaKyela wote ambao walipata madhira katika zile ghasia. Kikubwa zaidi sisi ni wawakilishi wa wananchi, tuendelee kusimama kuiombea serikali yetu, lakini tuendelee kutoa elimu kwa vijana, ili yale yaliyotokea tarehe 29 yasije yakajirudia tena. Niwaombe, sisi ni viongozi, tuwe tayari kutoa elimu kwa vijana wetu, makundi maalum ya bodaboda, makundi maalum ya vijana wetu wanaofanya shughuli mbalimbali, ili yale mambo yaliyojitokeza ile tarehe yasije yakajirudia tena. Lakini la mwisho, sisi ndiyo wawakilishi wa wana wananchi wetu wa Kyela, tuwe tayari kuzungumzia mambo ya maendeleo na yenye tija kwa ajili ya jimbo letu. Tumezungumza mengi wakati wa kampeni. Sasa wakati huu wa miaka mitano ni wa kwenda kutimiza yale makubwa ambayo yatakutukabili huko mbeleni.